Kwenye mkusanyiko wetu wa taarifa kutoka kaunti mbalimbali, viongozi wa eneo la South Rift wamekashifu tume ya huduma kwa walimu TSC kwa kutowalipa walimu mishahara ya mwezi Septemba. Na huko Kisii wataalamu wa kukabili moto wa Kimarekani wamewasili kutoa mafunzo ya kukabiliana na mikasa ya moto. Huu hapa mseto wa taarifa hizi na nyinginezo kutoka kote nchini. Viongozi wa eneo la South Rift wameikashifu tume ya huduma kwa walimu TSC kwa kuhujumu juhudi za serikali ya Jubilee kutatua mzozo uliopo kati ya serikali na walimu. Wanasema hatua ya TSC kutotii amri ya rais ya kuwalipa walimu mshahara wa mwezi Septemba inaendeleza uhasama baina ya serikali na walimu. Wataalamu wa kukabiliana na mikasa ya moto kutoka Marekani wamewasili katika kaunti ya Kisii kuwapa mafunzo wenzao wa kaunti hiyo. In the US...

Kikosi hicho kutoka jimbo la Minnesota kitatoa mafunzo kuhusu mbinu za kisasa za kukabiliana na, na moto pamoja na matumizi ya vifaa vya kisasa vya kupambana na mikasa ya moto. Tukisalia eneo la Nyanza, uwanja wa michezo wa Jomo Kenyatta mjini Kisumu utafungwa hivi karibuni kutoa nafasi ya ukarabati. Lakini utata umeibuka baada ya serikali ya kaunti ya Kisumu kutoa zabuni kwa mwanakandarasi wa kibinafsi. Hatua hii imepingwa vikali na baadhi ya watumizi wa uwanja huo. Katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, wakazi wa Kaptarako wamekerwa na uamuzi wa gavana wa kaunti hiyo kuwaondoa kutoka msitu wa Kaptagat. Gavana Alex Tolgos anashikilia kwamba kuwaondoa ni mbinu ya kuhifadhi mazingira. Lakini wakazi hao wanadai kwamba miradi inayoendelea ndani ya misitu ni ya kunufaisha kaunti nzima ila si wao tu. Tukihitimishia pwani. Mtu mmoja ameuawa na wengine wawili kujeruhiwa vibaya baada ya makabiliano na polisi kwenye mzozo wa ardhi eneo la Mtepeni, kaunti ya Kilifi. Inadaiwa kwamba kundi la watu lilivamia shamba la mwalimu Hamisi na kuanza kujenga nyumba hapo Jumamosi. Polisi walipowasili makabiliano yakaibuka na kuishia kwa kifo cha mwenda zake. Mark na Maswa, KTN leo.